Mheshimiwa Rais nizungumze ni eh, kama waziri kwa maana tamko langu la leo ndio ndio, tamko la nchi nzima ndio ndio. Kwa hiyo ni kushukuru kwa kuniunganisha na madiwani wa Arusha ndio ndio, na nitakachokiongea leo ndio ndio, maana yake nazungumza na madiwani kote nchini sawa kabisa. Eh, kwa hiyo ni kupongeze sana kwanza ndio ndio kuifanya baraza la madiwani la Arusha ndio ndio kuwa cha cha <laughs> sana, e, ni kituo cha sasasa cha kutoa maelekezo kwa madiwani kote nchini. Sana Mheshimiwa Waziri, nianze kwa kusema ndio, Mheshimiwa Waziri, mafanikio ya serikali ya awamu ya sita ndio ndio imetekelezwa vyema ndio ndio chini ya mamlaka za tawala za mikoa na serikali za mitaa. Sawa kabisa hii maana yake msingi wa kazi kubwa, ndiyo, ndiyo, ya nguvu na jasho, ufundi na ustadi, ndio ambao umefanywa na madiwani kote nchi nzima, ndio wakizisimamia halmashauri zetu kote nchini. Sawa kabisa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza mameya wote nchini, ndio pamoja na meya wetu wa Arusha. Sawa kabisa. kazi yao Ndiyo. Imeandikwa sawa kabisa. Katika, katika kitabu cha dhahabu. Sawa kabisa. kwa sababu wameitumikia nchi hii Ndiyo. wamewatumikia Watanzania wanyonge Sawa kabisa. na ndio sababu nasema Ndiyo. mafanikio tunayoandika leo Ndiyo. ya serikali ya awamu ya sita, mm. Hasa katika utekelezaji wa miradi inayotekelezwa na mamlaka za serikali za mitaa ni mafanikio ya pamoja. Sawa kabisa. baina ya serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa zikisimamiwa na madiwani kote nchini. Sawa kabisa. Kodi na ninawapongeza madiwani. Sawa kabisa. na ninatamani sana mm. tuwaone kesho, wakati Mheshimiwa Rais anaendeleza awamu yake ya pili mm, ambayo ndio itakuwa awamu ya mwisho ya uongozi wake katika serikali hii ya awamu ya sita. Sawa kabisa. Eh, hakuna neno lingine zuri naweza kusema mm, ni lazima tufanye kazi kwa bidii kwa ajili ya Watanzania. Sawa kabisa, na kwenye hili niko tayari kula kiapo sawa kabisa, kwa sababu tunayaona mafanikio makubwa ambayo yame, yamefanyika katika awamu hii sawa kabisa hiyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana, ni kushukuru wewe kwa kazi kubwa na kazi nzuri katika mkoa wa Arusha. Ndio, ndio. umefanya kazi nzuri sana, nashukuru sana mkuu, na sisi ndani ya TAMISEMI tunakupongeza sana. Eh, vipo vifaa vya kazi mm. ambavyo walikuwa wakivitumia ndiyo, ndiyo. ambavyo kimsingi tunaita kama ni vyombo vya vyombo vya kulia mm. kama sahani na, na, na kijiko sawa kabisa. sasa vyombo hivi ndiyo, ndiyo kwa mfano hizi iPad ndio, sijui vitu vidogo vidogo ambao walikuwa wakivitumia ndio, ambavyo si sehemu ya mali zinazobaki na halmashauri. Kwa hiyo ndio, ndio. maelekezo yangu kwa katibu mkuu ndio, ndio. kwamba vifaa hivi ambavyo walikuwa wakivitumia vya kwao wenyewe madiwani ndio, ndio. waendelee kubaki navyo. kwa sababu, kwa sababu... Ndio, ndio. Humu ndani wameweka siri zao, ndio, ndio, barua pepe zao ndio, ndio, wameweka sijui mawasiliano yao na ndugu zao. Kwa hiyo maelekezo yangu nimekwisha mwelekeza katibu mkuu ndio, ndio, mkuu, ndio, ndio. Eh, kwamba vifaa hivyo ambavyo si mali si sehemu ya mali za halmashauri ndio, ndio, ziendelee kubaki kwa madiwani ah, sur sana.